chwa kata ya Tingi nizungumzie mafanikio ambayo ameyawezesha kwenye kata yetu ya Tingi hususan kwenye sekta ya maji, lakini pia kwa upande wa afya. Nikianza kwenye upande wa maji, kwa upande wa maji mwakilishi wetu ndugu Rajabu Ngatanda diwani wetu wa kata, asilimia 99.9 kata ya Tingi sasa hivi tunapata maji salama ambayo yalikuwa yamesimamiwa chini yake yeye, kwa sababu kabla hatujaanza mradi wa mingumbi miteja Katanda, baada ya kufika tu madarakani, alikutana na wafadhili wa aina mbalimbali, akiwemo Bi Shomali na aliweza kudrili visima virefu sehemu kuu ya vitongoji na vijiji kwenye katatini, hususani kwenye kijiji cha Mtandango pale shule ya msingi ndo utakuta kisima ambacho yeye amekisimamia kupitia yeye aufadhili.